vinye, si unakumbuka? vinye alikuwa mara ya kwanza mm. Sasa saa hii sijui, aki mara ya kwanza ile vinye akitumika. So tumetoka hivyo kidogo kuomba tu hapa hivi chini, sio? Rudi, najua pia tufai kumu- kunini sana yes. Turudi tumwangalie tujue anaendelea aje, si ndio? Lakini at least ana anakula kula kidogo, lakini nguvu ndio imemuishia kidogo, si ndio? Eh. Lakini wewe usijali, unajua kila siku ei, sisi tunaomba na kila kitu. Mulika huko juu stars, yaone naone hizo mastar, mona mastars <tastik> <tastik> Lakini hata hakuna mm. yani, hmm? star huko siku hizi. Siku hizi yani wale haribu kila kitu lakini, yani. Sasa unaona, unaona vinakuambia hizo masta. Sasa hizo ni vini. Mungu anashukisha anga kwa malaika wake. Anashuki. Shehe yani ndio. Sasa unaona kama alikuja akatupatia akanipatia ile ile ni ya white. No, no, na kaniambia hii inatumika saa zile vita imekuwa kali. Na sasa najua tunangojea kaja sasa, vinaendelea lenga, natupatianga direction.

Ati nini? Ati umetumbwa na nini? Mapenzi. Mapenzi. Bana visa hii siko na mapenzi sana. Mimi siko na mapenzi. Sasa hizo nini anasema kwa mtoto mambo ya mapenzi yametoka hapa sana. Wewe wacha mimi nimalize mambo yangu. Huku kila, kila mahali mwingine pale sijui anataka ati mimi baba, mama, watoto. Wewe sasa unataka ati mimi nikuwe baba yao au kuwe mama yao? Hawa watoto achana nao. Nikubali kuwe wangu.

Wewe najua ni vitu gani wewe? Ni pepo, si ndio? Wewe umetumwa kwangu, wewe umetumwa kwangu kujaribu imani yangu, si ndio? Hapana, nani amekutuma kwangu? Wewe umetumwa kwangu kujaribu imani yangu. Simama hapo, usinikaribie. Wewe umetumwa kujaribu imani yangu. Please, please, mimi wewe unajua ni nini mimi napigana nao ndo unakuja hapo kuniambia please. pl hmm? Fanya hivi acha sisi. Tunaongea nini? Ati mama mzuri mm -hmm. Fanya hivi au watoto hawataki mama hawataki baba, wanataka mama yao mama, mama yao mama yao na baba yao. Mimi niko hapa kufanya kazi ili nileta hapa ndio maana mchana natembea na shangao, wanawake wananiangaliangalia, haji kumbe ni hizi uh -huh, ambapo mmeona kitu nafanya, sasa mnataka kuingilia, si ndio? uh -huh, tunaongea mm -hmm, kitu inakusumbua? Wachana na mimi na hawa, sitaki kitu nyingine, mimi ni kazi ya Mungu, usinishike, ima, ah, ima. Ah, shiu sasa tunaongea nini? tunaongea nini? Unaona, hata unamshtua. songa huko la Please God, wewe wachana na mimi najua, last time ingine ilikuja hivi mimi sitaki kitu inanitoa kwa kazi. Nimekuja kufanya kama, yeah. ni kutumwa? Umetumwa rudi, sijatumwa. Yeah, na kuamuri pepo irudi, haujatumwa yeah, na, na nini na kusumbua, na mimi unaweza, una mtu siku ya kwanza unasema, ni mapenzi gani hiyo? Nimekuona mara nyingi ukiwapelekea chakula, si mara ya kwanza. Sasa ndo maana umenigojea hapo, nimesimama hapa, ndo ndo maana umekuwa umekuja kusimama hapa Tafadhali, wachana na mimi, mambo yangu. We hata ukaa unaniona mara ngapi? Hata ukao unasema venye natunza na we, watoto ni vizuri, atutatunza na wewe watoto misiezi na kubali nii Hey, hey, unajua ah, ah, ah, na, ni kazi gani nafanya basi? Haujui nini mimi nafanya? Ndio nakuambia, ukijiingiza hapa hautatoka na mimi. Sitaki kukuingiza, na mimi sitaki kukuingiana na wachana na mimi sikai vizuri ama niaje? Hapana, sisemi so ukai vizuri lakini, wewe, wachana na mimi na kitu mimi nafanya mimi, hiyo kitu nikipelekea toto chakula nikiwapelekea nini, wachana naye wewe huko, hapo. Unanisikia, baby? Sikiza, sikiza mapenzi ya mwisho baby, tusikiza mtoto baby, mama mzuri eh sasa huu um, mtoto nimetoka naye huku kufanya mambo yetu ya, ya maombi nirudi, yaani umenitia kwa barabara. Ndio umejua narudi huku, yaani umesimama hapo na chenchi barabara. Ndio maana wanawake nashindwa nini, wananisumbua huku, kumbe ni hizi, ama mmetumwa. niko mzuri wapi? mi siko mzuri. Wewe unijui, mi siko mzuri, hapana. Tafadhali we wachana na mimi twendettu

wacha nani ongea, tunazakumama mzuri kidogo tu, nitakupigia kidogo. Aa, poa sana. unafanya nini huku? Nimekuja kutembea tembea, nikasema uongee kidogo. Aa, kumbe ni wewe huyu. Mnaongea nini? Wewe umetoka wapi? Kwa nini? Si ulikimbia ile siku ukikuja pale maana nilikimbia. Nataka watoto hizo zilikuwa zinawaka. Eh, Mimi simjui, nilimpata mahali fulani hapo pale, tumetoka kuomba, saa hii alikuwa ameenda hapo ati kukojoa na nini, ambapo nyinyi ndio mnajua. hizi ni zile maroho ulikuwa unasema, si ndio? Nyinyi ni maroho.

nini y? Unakuja ama nyinyi, kuna kitu mnataka? Si wachane, si ndio? Wachane na mimi, enda mama wa watoto, watawachungia vizuri kwa bwanangu huyu ekoaa unjao mi nimeoa, we unataka kujua ka nimeoa masijaoa kwa nini? Ati unataka mlea watoto? Huyu nimempata hapa kwa barabara, ananiambia anatukujia hapa, na we pia umetoka hapa. Minajua mi mambo yenyu, staki mambo yetu. Utaki aje? Utaki mambo yetu, nauna bibi Unataka nini? Unataka nini? Nini nini mmetumu? Ni nini mnataka na hao watu? Ah, mzini karibia. Hadi sisi. Una mtu mzima. Bali sisi tutakula. Eh. Eh. Mbona una una una kama mtoto? Ni nini shinda? Ni mimi sitaki mapoe. Tafadhali achaneni na mimi. Ni nini mnataka? Umesema unataka kwa wewe? Mimi, nani nimekuambia mimi nataka bibi. Hao watoto wako na mama yao. Yule mwingine ako? Amelala. Nilikuambia niende na hao watoto ona sasa ujaoa. Eh, unashinda unaenda kazi sijui unafua nguo sijui hata nikifua hizo nguo zao hata kama ni mbichi. Songa huko, mimi, siwezi, songa huko wacha kunikaribia. ni nizonge wapi sasa hata, wacha nikusaidie wacha nikusaidie mimi mimi naweza kuwa mama yao, na ni nini sasa? si amekukataa atasema atanikataa nimepata ukiambia usonge. Yaani nyinyi mmekuwa mmekua mkiona nikifua nguo, wacha nikunikaribia, si msonge huko. Unatukataa nje, ni venye tu hatuwezi. Ona kwa roho yako venye, una ni venye hatuwezi. Mimi sitaki mtu ananiona kwa roho, mi sitaki. Hata kama mnasema mnanionanga nikiosha hizi nguo zao watoto, wacha nioshe. Hata kama ni hizo mbili zenye nafuanga tu, hapo nitafua. <coughs> nautaweali He? Unajua saa hii. Hii, mtu mwenye anakuambia na kupenda na kutaka utazunguka. <laughs> Uta utazunguka, utazunguka. Wacha nizunguke, huh? Wacha nizunguke. Sasa saa hii hapa mimi nasema nikuwe mama yao watoto, ah. Na ile siku sinilikuambia niende na hao watoto, hata siku anajua. By the way, mimi nataka kukaa na hao watoto, e nawe wate hizo. Sasa mkabishanie huko, naambishana nini? Mm -mm. Sai, kupata by the way, mwanaume single ni ngumu, ni ngumu. Mimi mniache tu, mi najua, we uliona kitu ilitokea pale. Najua hizo so vitu zitawatokea na zitawachapa nini hizo. Sasa we si ulikimbia ni nini hizo? Wewe kwanza, wewe ssm kuna unaniambia unakuja maombi, alafu naona vitu nyuma yangu zilitoka wapi mimi si mpepo mshindwe. Kama nyinyi mapepo mshindwe katika jina ah, la Yesu. Ah, ah, ah. Sisi ni mapepo ya wapi sasa? Sasa mmetoka muko wawili, wewe unaniona nikifua. Ati wewe unanitaka. Na tunataka watoto. Atakusaidia kufua ati mwanaume single. Mimi kama niko single livo vile niko hivyo ndio nitakaa. Ukae na watoto hata si Yesu ndio Bwana wa mabwana. Mimi sitaki mfuate Yesu. Hadi kwa Biblia kulisemekana hizi vitu lazima. <laughs> mimi mtu mzima na yeye mtu mzima, tunazaa hawa watoto, tunatoshana ni <laughs> ikasmanene <laughs> <laughs> mimi sitaki, tafadhalini. Mtu amewatuma, endeni mumwambie hapa. Amta, umetuma na mtu au matumwa Unajua ule mwingine kwa nyumba anataka kwenda huko, nimeleta chakula, nataka kwenda kumpea kula. Uende wapi? kulaendeaoana nashangaa huko msikana mania, mnaweza kubishana yaani. Sasa ni nini inawasumbua bana mista? Hata mimi njia ya kupenda namtaka. Achague. Wewe mtake, mimi nampenda. Tafadhali. Fanyeni hivi basi, ninyi mkae mkijadiliana, wacha mimi niende ninajadiliana, mi si uchague sasa, na wewe msinishike. Mimi siendi hey. Na nyinyi kama ni mapepo. Katika jina la Yesu ninakemea uh, uh, uh, uh, hizi maroho. Katika jina la Yesu nakemea hizi maroho. Mimi si roho. Katika jina la Yesu nakemea hizi maroho hata kama mnanionanga nafua na, ninapanguza hapo kwao. Juma mawa yuko nitakaa na watoto, sipei mtu hao watoto. Kwani nyinyi mnataka kujua, je, nimeoa ama sijaoa? Wangekuwa wako, lakini watoto si tato. wako hauna. Ah, bibi uko hapo unafanya kila kitu unataka, mmoja wetu, hii kesi ishia hapa Yeah, mimi namwambia yeah. Wacheni mimi niende nafanye nitafute nafanye nitafute, nitafute pale mamao mpaka ah, nipate wazazi wao. Hiyo unaweza tafuta nikiwa kwa nyumba. Sasa unatafuta huannlaentmkaainaenda nao, nitaenda na wao, wacha zako, mimi nitakuacha hapo kwa nyumba na watoto wee unaenda kutafuta. Nyinyi mmetumwa. Nyinyi mmetumwa. Ai. Nyinyi mmetumwa mapenzi fuateni Yesu. Kwa Yesu tuko hapa. Hapo hapa Yesu. Mapenzi lazima. Achaneni na mimi achaneni na mimi nyinyi, kama huyu mama amekuwa hapo, ulisema alikuwa rafiki yake, huyu mama ameteseka hizo siku zote na hao watoto, mbona hujaimsaidia? Mimi sikuwa najua kama ah. anateseka. Ona namjua, alikuwa rafiki yangu wakiokota, na huku waki na huku na kwa uwanja wakiokota vitu huko, nawasalimia. Toto ni nini? Sasa umeanza ngani? Sasa huyu alikuwa nawasalimia, wewe, kama si, mwache tu niende, ule mwingine, hata baby sahi analia, twende. ah. Lazima uchague. Usimame. Nichague nini? Nichague nini? Mimi sichagui. Mimi sitaki mwanamke. Nini, jagu... nini? nini? nini sina? sina? yeah. Kwa nyumba